Wananchi ambaye amejitokeza hapa, twende kumsikia amekuja na ujumbe gani kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, tarehe 18 mwezi wa 5 2025, nilipata changamoto moja ya daktari mmoja kwa jina anaitwa Gadson Fanwell. Huyu mtu ni daktari wa kituo cha afya Karume. Huyu mtu mimi ni jirani yangu, mheshimiwa tulikuwa tuna tatizo la mpaka chepusha maji, ndio chanzo kilipoanzia, tunaondoa maji, mvua ilinyesha sana mheshimiwa. Baada ya kuondoa yale maji, alitoka kazini akiwa amevaa uniform za kidaktari. Alipofika pale, akaniambia kwa nini unachepusha haya maji, haya maji yanatakiwa yapande mlima. Nikamwambia kwa akili ya kawaida maji hayawezi kupanda mlima, yanatakiwa afate mwelekeo mheshimiwa. Nikiwa niko naye pale, kwa sababu mtu ni jirani yangu, alitamka maneno yafuatayo Akanambia, wewe ustazi, unapokuwa ukienda hospitali una taratibu sana za kufuatilia fuatilia mambo, mambo unapopeleka mgonjwa. Nikamwambia ni haki yangu ya msingi kufuatilia mambo ya mgonjwa wangu ili nijue. Akaniambia, sasa sikiliza, kawatishie wale wapumbavu wenzako, mimi mara moja utakapopata na changamoto ya kiafya nitakuchoma sindano ya sumu. Nikamwambia mimi sikusoma, sikwenda shule yoyote, daktari hana mamlaka ya kunitamkia maneno hayo. Akaniambia ndio maana mke wako alijikojolea na akajinyea hospitali, kumzalilisha mke wangu. Nilikuwa na majirani wakataka kutoa maamuzi magumu mkuu, nikawaambia huyu ni daktari, kwa nini atamke hivyo? Nikasema hapana, mimi kwa sababu namuomba Mwenyezi Mungu na ni kiongozi wa dini, niliomba dua Mwenyezi Mungu afanye taafifu. Walitaka kutoa maamuzi magumu wananchi, kwa sababu ile daktari tunaishi naye mtani, nikamwambia hapana, mimi ni imamu, acheni hili swala nitalipeleka kwa viongozi wanayemiliki huyu daktari. Nilienda kwa inchaji wa kituo anaitwa Toma, namfahamu kwa jina moja, aliniambia hili swala ni gumu, naomba nilipelekwe kwa DMO, akaniambia sasa. Nikamuuliza, wewe ni daktari, kwa nini useme mke wangu alijinyea, na kiapo ulichokula cha kidaktari usikutoa siri ya mgonjwa? Nikaenda kwa DMO Iremera. DMO akasema hili swala ni gumu, akawa ananipiga danadana mkuu, nikienda njoo kesho, nikienda njoo kesho. Nikasema hapana, mguu wangu upo Nikaenda mpaka kwa raimu wao, mganga mkuu wa mkoa ni mwanamke asimfahamu jina, nikaenda akaita madaktari wote tukakaa, akaita yule daktari mganga mkuu alichokiamua, mkuu waziri mkuu alisema, daktari ana mamlaka ya kumtukana mtu yote na kutoa siri akiwa kwenye nje ya kituo, ambacho ni kitu mimi sikukubaliana nacho. Nikamwambia naomba maandishi yanayokuelekeza, kwa sababu wewe ni mganga mkuu unayemiliki wilaya zaidi ya tisa na ulienda kusomea udaktari na huyu amekula kiapo cha kiafya, kwa nini amzalilisha mke wangu? Akaniambia nimpeleke mahakamani huyo daktari. Nikasema hapana, dini yangu imekataa kumpeleka mahakamani. Nikatoka hapo, nikasema hapana. Nikaenda kwa nchaji Seketule pale gorofa ya tatu, nikamweleza maneno haya, akasema hapana. Nikaandika barua kwa mkuu wa mkoa, kwa katibu tawala, kwa nakala ya kuomba ni kwa nini daktari ananitamkia maneno hayo na kumzalilisha mke wangu na mke wangu na ni Mwislamu mwenzangu, naambiwa njoo kesho, njoo kesho. njoo kesho. njoo kesho. Mimi sikati tamaa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikaenda shida yangu, nataka anijibu mkuu wa mkoa kuwa daktari ana mamlaka ya kutoa siri ya mgonjwa alichofanyiwa pale odini. Nikaambiwa swala hilo mkuu wa mkoa ameshaupatia na kila sehemu mkuu kwa sababu nimekuona, ulikuwa Nyasaka unatoa maelekezo, nilikuwa kwenye TV mke wangu akanambia, waziri mkuu hapo amekuja. Yule bwana alinitamkia makufuri ndi aliyokufa na sheria hiyo, sheria haipo. Nikamwambia usiniuzi mimi, rais wangu namwamini na, na nimempigia kula kwa tabu na yupo na nikamwombea dua na kwa yaliyopo rabana wamfuana wakifilana wapisho wanaofanya wa, wa mambo ya ajabu atantendea haki. Ikaandikwa barua hapa kutoka kwa katibu mkuu wa mkoa wa Mwanza, nakala kwa RPC, kwa katibu wa mkoa. Nikaenda nikamwambia huyu mtu nimpeleke ndimwone mpafunga uzuri namfahamu, akanambia una shida gani? Kwa nini simfungulie kesi yule daktari? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila akitoka nijirane naye ni matusi ya nguoni, na anasema yeye ndio Samia, yeye ndio waziri mkuu. Mi nikatulia tu nikawa naomba Mwenyezi Mungu Rabbana, naomba tu tutapata waziri mkuu mwenye kutetea wanyonge. Siku anakuchagua Samia, barua yako nilikuwa nafuatilia kwenye vyombo vya habari, ulidua pale bungeni, mheshimiwa. Nikataka kujua kama yeye makufuri aliondoka na sheria na nikamfufua Chato. Mkuu, ninalia machozi haya, natamani kuanguka mbele yako huyu daktari, na uzuri yule mganga mkuu wa Raimuoni mwanamke, barua ninazo, umetoa maelekezo kiongozi anapokuwa kwenye mamlaka

Hey, we baki yako, ile, na nakala yako. Hiyo ni nakala yako na ile ile ndio na mimi ulionipatia. Asante sana. Sasa andikisha na namba ya simu kwa katibu wangu kwa usaidizi wangu. Hey, peana na mawasiliano. Mkuu wa wilaya lifuatilie kwa Kaya na mawasiliano lifuatilie kwa karibu. Mganga mkuu yupo hapa? Mganga mkuu yuko hapa? Eh, wa mkoa kama hayupo ili hili ni jambo kubwa, lazima tulipate kwa uhalisia wake. Jumanne mkuu wa mkoa amekuwa na utaratibu mzuri sana wa kusikiliza wananchi na wakuu wa wilaya, na hili ni kupongeze sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Haya ndo mambo ambayo mheshimiwa rais anataka kila watu watenge siku za kusikiliza wananchi, na siku zingine wakawasikilize kule kule kwenye maeneo yao, siku moja moja hiyo wasikilize kero za mtu mmoja mmoja, mmoja. Hizi siku zingine wawasikilize wale wengine, itisha mganga wa wa mkoa na huyu mganga mwingine, na ndugu yetu, tupate ukweli wa jambo hili. Pateni ukweli wa jambo hili na tena na tena, asiwepo mtu wa kumtisha mwananchi. Sheria za nchi zipo eh, wala asitishwe. Sheria za nchi zipo, na haya mambo rais wetu hayapendi na hayataki na ameyakataza. Ndiyo kwa eh, hiyo Jumanne mwite mganga mkuu, mwiteni na huyo na huyo na huyo na huyo na huyo daktari anayetajwa Asante sana. Umesema unawaita kesho eh, waite kesho, isikilize. Ukishaisikiliza msikilize tena mwananchi huyu, na mimi nipate hiyo taarifa, ili tuweze kuchukua hatua inayostahili. Nilimwona mama mwingine na watoto na mtoto eh, au mlikuwa mnampeleka kwenye kivuli? Yuko wapi? Yuko oh, oh, oh. Yuko wapi yule mama? Hey, mama njoo hapa tukusikilize. Hey, mpeni mike yaongee namna hiyo, mtazamaji wa TBC. Waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba baada ya yake hotuba yake, sasa wanachiwenye kero mbalimbali. Asmani ni katibu wa wazazi wa kata wa ya Mkuyuni. Nashukuru nimeshasaidiwa wameshanisikiliza, ila tunaomba utusaidie, wakazi wa Mkuyuni watu wameibiwa maduka pamoja na mimi, mtoto wangu akiwemo, duka linakutwa limevunjwa, hamna kitu chochote. Afu mtu a hajashiriki kitu chochote. Mtu yuko nyumbani anakuta duka lake limefungwa, anabebea mali zake, na na mtaji sasa hivi ni mgumu. Baba yangu naomba utusaidie, naomba ufikishe kwa mama ili tuweze sisi kusaidiwa, ambao tuliopotelewa vitu. Pole mama yangu eh, tulieni, sikilizeni. Unajua kuna watu wana- wamejipa haki kwamba wao wana haki kwamba hata wakifanya vurugu wao wana haki zaidi ya wengine. Hebu oneni mama huyu ana mtoto mchanga, mtaji wake hata hujazidi laki tano, hajafanya hatia yeyote, na yeye ni Mtanzania ana hati miliki ya nchi. Kama wao wanaenda wanafanya hivi Mnataka serikali iliyopewa dhamana ya kuangalia haki hata za wanyonge wa aina hii iache watu w wa aina hiyo waendelee? Lazima vurugu zizuiwe. Mnaweza mkaona. Basi nashukuru amekiri kwamba ameshasikilizwa. Yale ya jumla ambayo umesema, serikali itaendelea kuchukua hatua, lakini hilo la mtaji wako na hicho kitu ambacho umeshasikilizwa, basi tunashukuru. E, vijana wangu watalifanyia wata kazi kazi. Haya, asante sana. Ana mtoto unaweza ukaangalia hata maziwa ya kunyonyesha yanatokaje kwa hali hiyo ambayo yamefikishwa, mtoto huyo anakula nini? Basi jamani, asanteni sana. Haya, tusimame tusimame, wote tusimame sasa tayari kumshukuru na kumwaga